Mabadiliko ya kiufundi mwalimu ameamua kuapply na hizi mechi, kila mtu lazima lazima aoneshe uwezo wake e, kama mchezaji unashindwa una, kwa sababu tunaelekea kwenye kwenye kwenye kwenye kumaliza msimu. Eh, tunaelekea kwenye chinja chinja eh. Lazima kila mtu, kila mtu apate nafasi, ili tunaponyoa mtu ajue kweli nimepewa nafasi, nimeshindwa, nimeshindwa kuonesha ubora wetu. Kwa hiyo kila mtu kapewa nafasi hasa katika mechi hizi, na kila mtu ameonesha uwezo wake wa kumshawishi mwalimu na kuwashawishi mabosi, na uzuri ni kwamba kila aliyepewa nafasi ameonesha kiwango bora na timu imeshinda michezo yote ya mwisho ambayo mwalimu aliwaamini vijana wake. Kwanza tu, tuanze kwa kuwapongeza mashabiki wa Simba. Msimu huu wamekuwa wanda sana ee, wamefanya kazi kubwa sana ya kuisupport Simba yao ee, kwenye kila mikoa tumekwenda nao. Niyapongeze matawi yote ambayo yamekuwa nasi bega kwa bega, ambayo kila safari wamo ee, kuna wale ambao wanatoka Dar wanakwenda mikoani na kuna wanaotoka mikoani wanakuja Dar. Wamefanya kazi kubwa sana nichukue nafasi hii kuwaambia mashabiki wa Simba kama kuna lolote la kuambia kuhusiana na tarehe 25, tutawaambia. Mwisho wa kunukuu.